Na mtazamaji wa Reli TV karibu tena katika kipindi chako pendwa cha ana kwa ana. Na leo tutakuwa naye bwana Fredrick Masawe ambaye ni meneja masoko na utafiti kutoka shirika la Reli Tanzania ambapo tunaongelea masuala mazima ya usafirishaji wa mizigo hapa shirika la Reli Tanzania. Moja kwa moja bila kupoteza wakati kwa niaba ya wananchi. Bwana Masawe, ungependa kujua wewe ni nani na hapa shirika la Reli unafanya kazi gani? Asante wa Amina. Mimi naitwa Fredrick Masai mm. Ni meneja utafiti na masoko Shirika la Reli katika idara ya biashara mm. Na wananchi wangependa kufahamu hapa Shirika la Reli Tanzania tumesema kwamba tunasafirisha mizigo. Je, ni aina gani ya mizigo haswa inasafirishwa? ya Shirika la Reli ina aina zaidi ya saba za mizigo mm. ambazo tunasafirisha na mizigo hii inapitia kwenye stesheni zetu mbalimbali mm -hmm. Na mizigo yenyewe imegawanyika katika mizigo ya vyakula mm -hmm. Kuna mizigo ya ndani mm -hmm. Kuna mizigo ambayo inatoka bandarini mm -hmm. Kuna mizigo ambayo ni ya vyakula vya msaada vya beya... Nasema relief food, ambapo tunashirikiana na wenzetu wa WFP mm -hmm. Kusafirisha kwenye maeneo ambayo yana makambi ya, ya wakimbizi mm -hmm. Na maeneo mengine yanayohitaji. Kwa hiyo, katika aina hiyo ya mizigo mara nyingi inategemea na mteja anahitaji kupakilia wapi e, na mizigo mingine vilevile ambayo inasafiri kwenda nje ya nchi. Katika hiyo mizigo ya chakula tuna mizigo kama ya pamba ambazo zinatoka mm, stesheni za Bukwimba, Shinyanga mm, ambazo zinakuja kusafirishwa kwenda pia nje ya nchi, okay. Na pia tuna katika hii mizigo tunayoiongelea, uh, wateja wetu wana wana wanapata faida ya kusafirisha kwa wakati mmoja mizigo mingi, ni vitu ambavyo eh, kwa wateja ambao wametumia njia ya wana, reli wanaona faida yake mm -hmm. Je, kwa mteja ambaye ni mgeni anataka sasa kujua ni jinsi gani au ni namna gani au zile tunasema mikakati au procedures kwa lugha ya kigeni, zinazofuatwa ili aweze kusafirisha mizigo yake nchi, kuenda nchini nchi, Tanzania au kuenda nchi za nje. Yeah, wateja sisi tunao wa karibu aina tatu: tuna mm, wateja wadogo wadogo, tuna wateja wakubwa ambao ni makampuni mm, na pia tuna wateja ambao pia wako nje ya nchi mm -hmm. Kwa hiyo sisi mara nyingi hao wateja kupitia njia zetu za mawasiliano wakishakuwa na uhitaji wa kusafirisha la, mathala, mm. mteja anasema mimi na tani mia nane, mm. Akisha akisha tuambia, vile tunampa performa invoice, whether ni electronic au ile performa inaona inakuwa na control namba Akishalipia, Mm -hmm, control namba, baadae si tunampelekea behewa. Kwa hiyo behewa zikishapelekwa, ni ye mwenyewe kuangalia muda wake wa kuzipakia kwa wakati mm -hmm. Kwa hiyo kuna wateja ambao pia wanaconsolidate, yani wanaleta mizigo kwenye maghala yetu ili ikishafikia idadi ya kupakia basi wanapakia kwa wakati na baadae tunafanya kuwasafirisha. Usafirisha. Na labda kuna jinsi gani, maana pia wengine wanakuwa labda na uoga fulani kwamba nikitaka kusafirisha na TRC labda kuna vibali vinatakiwa, au kuna uhusiano wote wa shirika la reli Tanzania na mamlaka zingine za serikali katika kurahisisha usafiri kulinganisha labda na usafiri mwingine wa barabarani, au ni jinsi gani TRC inashirikiana na mamlaka zingine za serikali? Sisi, mamlaka hizo ulizouliza zipo kiutaratibu na sisi wenyewe tumekuwa tukishirikiana nazo katika mizigo ambayo inaenda sehemu husika. Mfano, kama ni mizigo ambayo ni kemikali e, mamlaka ya GSLA tunashirikiana nayo kwa ajili na mm -hmm. na ya vibali kwa wateja, na wateja wanapata vibali vyao kwa mamlaka nyingine. Kwa mfano katika, katika kutoa mizigo bandarini, na sisi pia tunashirikiana na, na bandari katika utoaji wa hiyo mizigo kama inahitaji vibali ambavyo zitashirikiana wa na wateja pia tunawapa wao ushirikiano na mizigo yao inatoka au inaenda sehemu husika kwa wakati. Naam, nzuri sana sasa, swali la mwisho labda ni katika ufanisi na ubora na uharaka. Watu wanaweza wakasema, ah, labda ukienda kusafirisha na inachukua muda au labda kuna usumbufu fulani au labda kusifikia mamlaka za TRC kwa kufanya zile procedure ziende haraka haraka, ili uweze kusafirisha mizigo. Je, wewe unasemaje katika ufanisi, utendaji kazi kwa haraka, ili tuweze kutimiza adha ya wateja? Ya, kwanza uzuri sisi uh, mteja akishafanikiwa kupakia kwa wakati uh, re, shirika la reli litausafirisha ule mzigo moja kwa moja mpaka stesheni ya mwisho. Mm hatuna -hmm. trafiki kwenye reli kusema atasimamisha, mm hatuna -hmm. sijui kitu ambacho kitazuia mzigo usifike. Kwa hiyo kwa maana nyingine, mteja anapomaliza kupakia kwa kwa wakati na sisi pia tunamsafirishia kwa wakati mpaka destination, yaani station ya mwisho. Na kuna wateja wana arrangement kwa mbalimbali mm -hmm. Mathalan, kuna kipindi tukuwa tunasafirisha mafuta mpaka Kampala mm -hmm. Kwa hiyo wateja, mizigo ikishavuka na kitu kinaitwa wagon ferry, ikishafika tu Kampala, wateja walikuwa wanafika kwa wakati, wanafanya kitu kinaitwa decanting, wanatoa mafuta kutoka kwenye wagon zetu kwenda kwenye malori na wanapata wana, wana, wana, wana mafuta yao kwa kati. Kwa hiyo haya yote ya ufanisi, ni kweli sisi tunahusika kwa namna moja, lakini pia na mteja wepesi wake kwenye hiyo inaongeza ya kufanya. Mtazamaji wa Reli TV, bado tunaendelea na kipindi chetu cha ana kwa ana. Kama nilivyowaambia awali, tuko naye mineja tafiti na masoko, shirika la Reli Tanzania, Bwana Fredrick Masawe. Bwana Fredrick Masawe, tumeona umeongelea kuhusu usafirishaji wa mizigo upande wa MGR. Je, kwenye upande wa SGR ukoje? Eh, e, kama unavofahamu usafiri uh, kwa njia ya SGR eh, ulizinduliwa hivi karibuni na Mheshimiwa Rais Samia eh, Suluhu Hassan, na sisi tulishaanza majaribio kama ya huo usafirishaji. Kwa hiyo tunapeleka mizigo kuanzia stesheni hmm. yetu ya Pugu mpaka pale stesheni yetu ya Irumo Dodoma, na matarajio yetu ni kuja pia kuunganisha kutokea bandari ya Dar es Salaam mpaka Eh, Ihumwa. Na vilevile, ujenzi unavyozidi kuendelea tunaweza tukafika na mm -hmm. tuka mbele mm -hmm. kwa mzigo unaweza kuwa unatoka bandari ya Dar es Salaam, unaweza ukafika mpaka Tabora mm -hmm. na hatimaye Mwanza na Kigoma. Kwa hiyo kwa sasa wateja wanasafirisha wana kwa kuanzia stesheni ya Pugu mm -hmm. na hatimaye ikifika Ihumwa, kuna mizigo mingine inaishia pale mm -hmm. na kuna mizigo mingine inaendelea na, na, Sawa, okay kabisa. Labda kwa kumalizia tu, ni rai gani unaotoa kwa wananchi na wateja wakaribie katika uh, shirika letu la reli ili waweze kusafirisha mizigo yao? Kwa kweli, okay, mi na, na, na, na, na, na, na waomba wadau na ambao tunao na ambao tunawatarajia kuwapokea watumie njia ya reli kusafirisha mizigo yao. Tuna reli ya njia, tuna reli ya SGR na zote zinafikisha mizigo hiyo kwa wakati na kwa wakati huo huo uh, wateja ambao wana wa, wa, wa, wa wa hiyo mizigo yao mikubwa na nyingi watafaidika kutokana na gharama zetu zilizo nafuu. Kwa hiyo tunatoa tuna, rai tuna, tuna kwa wateja ambao wana mizigo wana, ambayo wana, wanaona ni mwafaka kuja kwetu tunaikaribisha kwa ajili ya kusafirishia. Naam, mtazamaji wa Reli TV. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha ana kwa ana. Tulikuwa naye Bwana Fredrick Masawe, ambaye ni meneja utafiti na masoko shirika la Reli Tanzania. Hadi wakati mwingine, ulikuwa nami mtangazaji wako Amina Juma Risanga, mpiga picha yangu akiwa Ivan Matemi pamoja na Hassan Mbonde. Hadi wakati mwingine, endelea kutufuatilia Reli TV, tutakupa kinagobaga mambo yote yanayotokea katika shirika la Reli Tanzania. Bye bye.